JD, licha ya kwamba ni miaka 25 tangu kudumu kwenye game tangia ambapo ameanza muziki wa bongo Flava mpaka sasa hivi kuhesabika kwa kwamba ni moja kati ya malijendari ambao ni mfano mzuri wa kuigwa kama eh, malikia wa muziki wa bongo Flava. Sasa tarehe 12 mwezi Juni ataenda kuzindua simulizi ya maisha yake ambacho eh, ni kitabu hichi kinachofahamika kwa jina la eh, Diary of Red JD ambapo shughuli nzima itafanyika ze Superdome Masaki ambapo wa watahudhuria ni wale tu ambao wamealikwa pekee. So ni kwamba siku ya pili ambapo itakuwa ni June eh, 13 mwaka 2025 ndipo ambapo itakuwa ni siku maalum kabisa ya Silver Concept ya Lady JD katika ukumbi wa Superdome Masaki ambapo Komando Jide Ata atasindikizwa pamoja na Phil Q, AY, Joe Makin, Papi Kocha, Domokaya, Wakazi, Rapture, Frida Amani, Malkia Karin eh, pamoja na wengine eh, wengine kama surprise. Lakini pia eh, bana tiketi zote za Silver Concept eh, bana zitapatikana moja kwa moja pale lounge eh, lakini mambo kibao tu yatazidi kuendelea pale. Sasa nataka tu nikwambie kwamba utaratibu wa baadhi ya mastaa kujiandikia makara zao kujiandikia simulizi za maisha yao eh, sio tu kwa upande wa Lady JD, hata pia eh, bana mwanadada Frida Amani juzi kati tu nimeweza kukupa story kwamba aliweza kujiandikia ya makala yake binafsi ya maisha yake kipindi ambacho anaanza na mpaka sasa hivi ebana, kujipata kwenye soko la muziki wa hip hop. Sasa kwa upande wa Lady Jay Dee, anaona anaonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao wanajua ni manufaa gani ya kuweza kujiandikia makala yako. Sasa kwa yeye, ameamua kuja na hichi kitabu ambacho kinafahamika kwa jina la Diary of Lady Jay Dee, na kama unavyofahamu kwamba moja kati ya watu ambao wamedumu kwenye muziki wa Bongo Flava, basi Lady Jay Dee ni moja kati ya wanadada wana ambao wanahitaji pongezi na ngoma ambazo zimeweza kumfanya Lady JD kuweza kufahamika zaidi duniani lakini pia East Africa kwa ujumla. Ni kama vile joto, hasira, mambo matano, e, bana, I found love ambayo e, aliweza kumshirikisha e, aliweza kumshirikisha e, Ramadi lakini pia e, Yahaya lakini pia siku hazigandi e, na wimbo kama ndindindi, Single Boy na nyimbo kadha kadha ambazo Lady JD aliweza kuziachilia. Sasa e, Lady JD, This time around anaenda kusherehekea miaka 25 katika kuendelea kudumu kwenye muziki wa Bongo Flava, and this time around ameamua kuja na jambo lake ambacho ni kitabu hichi eh, cha Diary ya Lady Jay Dee na kwenye, eh, mwishoni kabisa pale kwenye hiyo cover page ya kitabu chake ikiwa imeandikwa e, kurasa za maajabu na ushindi. So hicho ndo kitabu cha Lady JD ambacho wanaenda kukizindua e, katika siku ambayo ni siku ya hapo kesho. Tupe mtazamo wako, kuwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, uko na mtazamo gani? Usiache kudondosha comment yako hapo, lakini pia usiache kusubscribe kwa ajili ya taarifa kadha kadha kutoka ndani nje ya mipaka Tanzania. chao chao.